kwenye laini yake ili taifa letu lisonge mbele. Mweshimiwa naibu spika, wote wa Tanzania tulikubaliana, yaliyotokea sio mazuri, lakini si sifa kuendelea kuzungumza kitu kibaya kitakachotugawa, na rais ameonyesha nia ya kutatua kwa kuunda tume na amesema bayana tume ikileta majibu kama kuna taasisi kuna maeneo ilifanya makosa, atachukua hatua, ili kwa yale tuliyoyapitia iwe funzo katika chaguzi zinazoenda na katika kuendesha taifa letu. Lakini alisisitiza waziri mkuu wetu, hakika umoja wetu wa kitaifa, dhamira ya rais wetu, tukimuunga mkono tutaenda kuhakikisha taifa letu linakimbia kwa maendeleo kwa sababu taifa letu litakuwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, niliyesimama hapa, hii ni mara yangu ya pili kuijadili hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza ilikuwa elfu mbili na ishirini na moja aliposimama hapa kulihutubia taifa kuna mambo aliyasema atayafanya. Leo mimi na watanzania ni mashahidi, ameyafanya. Jambo la kwanza alisema ataenda kuendeleza mazuri yaliyofanywa na watangulizi wake. Leo tujiulize SGR iko wapi? Leo tujiulize bora Mwalimu Nyerere liko karibia asilimia tisini na tisa ameendeleza kasi ya ujenzi wa miundombinu aliahidi, alitekeleza. Na vile vile akasema atahakikisha wale ambao wako nje ya nchi wanakuja tushirikiane kujenga nchi yao, ametekeleza. Ni rais ambaye anasema, anatenda. Nina uhakika haya aliyoyasema wakati anahutubia bunge hili yanaenda kutekelezwa kwa sababu kuna mambo aliyosema ameyafanya. Jukumu letu kama Watanzania kumpa ushirikiano ili tuendelee kuijenga Tanzania tunayoitaka. Hakuna mtu mwingine wa kutujengea taifa hili isipokuwa sisi, kwa kusimamia rasilimali zetu, kwa kutumia mikopo ya ndani na nje itumike vizuri, ili tuiache Tanzania kwa vijana ambao zaidi ya asilimia sitini kwenye hotuba yake daktari Samia Suluhu Hassan amewataja zaidi ya mara tano, na leo nataka nizungumze na vijana wa taifa hili. Mimi Esther Bulaya niliingia bungeni hapa nikiwa mbunge wa vijana, tuliona hotuba mbalimbali, tuliona kasi za maendeleo ya kutatua changamoto za vijana, lakini daktari Samia Suluhu Hassan mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, amesema ame, vijana wa taifa hili ndio wenye nchi yao, lazima kwenye asilimia mbalimbali mbali za bajeti ya nchi hii waweze kupewa kipaumbele. Akasema kwenye programu mbalimbali katika mawizara mbalimbali vijana watapewa kipaumbele. Nilikuwa napitia ripoti hapo unapozungumzia kuanzisha dirisha madirisha ya uwekezaji kwa ajili ya vijana, unazungumzia kutengeneza mabilionea ya vijana watakaotengeneza ajira kwa vijana wenzao. Unapozungumzia taarifa kutenga bilioni mia mbili kwa ajili mheshimiwa asa, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Saashisha Mafue. Asante, Mheshimiwa naibu Spika, nilitaka kumpa tu taarifa dada yangu sinia kwa mchango wake mzuri. Kuna maneno ameweka pale kwamba mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mi nataka tu kumpa taarifa, mama huyu hajawahi kuwa mnyonge, ni shupavu kweli kweli, na nilikuwa nataka tu kumpa taarifa kwamba kwa kuwa amefanya vizuri tumpe akiwa hivi sasa hivi maua yake. Asante sana na namshukuru kwa mchango mzuri, asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Esther Bulaya, taarifa unaipokea? Mheshimiwa Spika, taarifa yake inaongeza mchango, lakini hii ni msemo wa kunogesha mambo ya msingi kama anayoyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, unapozungumzia kutenga bilioni mia mbili kwa ajili ya vijana wajasiriamali, unazungumza hawa wa machinga wanaofanya biashara ndogo ndogo, na wenyewe waweze kusimama kiuchumi nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Unapo unapozungumzia kutenga maeneo kwa ajili ya kuwajengea mazingira mazuri ya kufanya biashara, unawagusa vijana wa nchi hii ambayo wengi ndio wajasiriamali wadogo wadogo. Lakini mheshimiwa, leo katika historia ya nchi yetu kwenye hotuba hii, mheshimiwa rais amesema anaenda kuanzisha kampas za vyuo vikuu kwenye kila mkoa. Amesema anaenda kuongeza pesa za mikopo, ambayo wote tunajua bajeti ya mwaka jana, pesa za mikopo peke yake bilioni 916. Haya yote yanawahusu vijana wa nchi hii, lakini Daktari Samia Suluhu Hasani amesema anaenda kuendeleza programu ya kujenga VETA kila wilaya. VETA zinahusu vijana, vijana ndio watakao kuwa wajenzi wa nchi hii, na tumeona nchi zote zilivyofanikiwa kiuchumi kwa kujenga viwanda, vilienda kuwekeza kwenye vyuo vya kati, ambao wanaenda kuwatengeneza mafundi mbalimbali, watasambazwa kwenye viwanda mbalimbali kuijenga nchi yao. Hiyo yote unazungumzia vijana wa nchi lakini unapoweka mkakati wa kuhakikisha tunaendeleza economic zone kwa kujenga viwanda kutokana na malighafi zinazopatikana kwenye mikoa wa husika, wanufaika ni vijana, vijana wa taifa hili. Mmepata amiri jeshi mkuu anayewajali anayewaandalia kesho yenu. Changamkieni fursa. Sisi wawakilishi wenu kwenye maeneo yetu tutahakikisha pesa za mikopo wanapata vijana kweli wa masikini, wafanya kweli biashara ndogo ndogo, ili neema hii aliyoiweka Daktari Samia Suluhu Hassan, malengo haya ya serikali ya chama cha mapinduzi kwa ajili ya kuwakabidhi nchi yao vijana waweze kuijenga wenyewe, tutahakikisha inafanyikiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati unawasilisha una, una, una hoja, umesema jambo la msingi sana serikali ambayo wewe ni kiongozi humu bungeni, watendaji wazembe, watendaji waliozoea kufanya kazi kwa mazoea, sisi kwenye maeneo yetu tutakusaidia, kwa sababu kumlea mtendaji mzembe ni kuipinga ilani ya Chama cha Mapinduzi isitekeleze kwenye maeneo yetu ambayo msimamizi wake ni Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu aliyowaaminiwa na Watanzania kuwaletea maendeleo. Sisi tutaisimamia kwa sababu tunajua ana dhamira, amejipanga si tu kuleta maendeleo, kuacha tabasamu kwa Watanzania akipumzika wamkumbuke kwa mema aliyoitendea haki taifa hili sisi tutamsaidia mheshimiwa spika baada ya kusema hayo na kushukuru sana asante sana mheshimiwa ester amos bulaya kwa mchango wako mzuri mheshimiwa timotheo paul mzava atafuatia na mheshimiwa edwin, edwin enos swale mheshimiwa hawa mchafu chakoma jiandae mheshimiwa naibu spika nakushukuru kwa kunipa nafasi Nami niweze kutoa mchango wangu kwenye hutuba ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia na kutuwezesha sisi sote kuwa humu ndani kufanya kazi ya kuwatumikia Watanzania na kuitumikia nchi yetu. Kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi za kishindo na wananchi wa nchi hii kuwa rais wa nchi yetu. Kadhalika nimpongeze makamu wa rais Balozi Dr Emmanuel Nchimbi, lakini pia nimpongeze waziri mkuu na na kwa kupata uteuzi na kuthibitishwa na bunge letu kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vivyo hivyo niwapongeze wengine wote waliopata nafasi mbalimbali za kutumikia nchi yetu katika nyazifa na nyanja mbalimbali ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa wananchi wenzangu wa jimbo la Korogwe Vijijini kwa kura nyingi za heshima na upendo walizonipa zilizonifanya nije kuwa mwakilishi wao humu ndani. Niwaahidi nitaifanya kazi yao kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kusonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapochangia hotuba ya Mheshimiwa Rais leo, kwanza niseme ni bora, ni hotuba bora, ni hotuba nzuri, ni hotuba ambayo imebeba maono makubwa ya taifa letu, na kwa kweli nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba hii nzuri ambayo ameitoa. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kupongeza, kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba hii nzuri sisi wote tunajua yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Mheshimiwa Rais pia ameyasema kwenye hotuba yake. Niungane na Mheshimiwa Rais na Watanzania wengine wote kutoa pole kwa wote ambao kwa namna moja au nyingine tuliguswa na matukio ya tarehe ishirini na tisa. Nitoe pole kwa ambao wamepoteza ndugu zao, waliopoteza mali, lakini pia kwa taharuki na uvunjifu wa amani uliokuwepo kwenye nchi yetu. Pamoja na hayo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama taifa tunaendelea kuvuka salama na hakika tutavuka salama. Mheshimiwa Naibu Speaker, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ameainisha vitu vingi ambavyo serikali ya awamu yake inakwenda kuvisimamia na kuvitekeleza ili kuongeza uchumi, lakini kuendelea kuikuza nchi yetu. Nikisema nijadili yote sitaweza, naomba nichukue jambo moja tu katika mambo yote ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema kwenye hotuba yake, nami nitoe mchango wangu na na kuongeza nyama na kuendelea kushauri ili tuendelee kuijenga nchi yetu. Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania kwamba kwa miaka hii mitano inayokuja tunakwenda kukuza uchumi wa taifa letu. Ukuaji wa uchumi utaongezeka kutoka asilimia tano nukta sita iliyopo sasa kwenda asilimia saba na hali hii ikifanikiwa, Mheshimiwa naibu Spika, inakwenda kukuza uchumi wetu kuendelea kwa uchumi wa kati lakini wa kiwango cha juu. Ni matumaini yangu kwamba kwa kasi na spidi ya Mheshimiwa Rais jambo hili linawezekana, lakini kama wabunge mheshimiwa, Mheshimiwa naibu Spika, ni lazima tuweke mchango, tunafikaje kwenye uchumi huu wa kati wa juu? yako maeneo ambayo mheshimiwa rais ameainisha na hakika ni maeneo muhimu sana. Mheshimiwa naibu Spika, ukiangalia takwimu zetu zinazotokana na sensa tuliyoifanya mwaka 2022 a asilimia sabini na saba ya wananchi wa taifa letu ni vijana, na katika hao vijana ni, ni, asilimia sabini na saba ni wananchi wako chini ya umri wa miaka 36 na katika hawa vijana wa miaka 15 mpaka 36 ni asilimia 34 na, na katika hawa asilimia 21.7 wako kwenye shughuli au kwenye ajira kwenye sekta isiyo rasmi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni lazima kama taifa tukasimame kuchochea sekta ambazo zitakwenda kuzalisha ajira kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu. Na Mheshimiwa naibu spika, moja ya eneo hilo ni eneo la kwenye sekta ya kilimo. Mheshimiwa naibu spika, nchi yetu asilimia kubwa ya Watanzania ni wakulima, na nchi yetu Mwenyezi Mungu amejalia tuna ardhi kubwa sana inayofaa kwa ajili ya kilimo. Kwa takwimu za FAO za mwaka 84 tuna eneo la hekta elfu 44 zinazofaa kwa ajili ya kilimo lakini Mheshimiwa naibu spika, eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo ni chini ya asilimia thelathini na tano, na moja ya sababu kubwa ni kwa sababu kilimo chetu kinategemea mvua. Mheshimiwa naibu spika, ili malengo ya Mheshimiwa Rais ya kukuza kilimo lakini kukuza uchumi aweze kufanikiwa, ni lazima tukawekee nguvu kubwa na mkazo mkubwa kwenye kukuchochea na kukuza kilimo cha umwagiliaji ili tuongeze ardhi inayotumiwa kwa ajili ya shughuli za kilimo. Tukifanya hivyo, maana yake tunakwenda kutengeneza uhakika wa ajira kwa vijana wetu ili vijana wetu waendelee kutoa mchango wao kwenye eneo la uchumi wa nchi yetu. Lakini eneo jingine Mheshimiwa naibu spika ambapo kama nchi na Mheshimiwa Rais ameligusa tunatakiwa tukalisimamie vizuri tusaidie kukuza uchumi wa nchi yetu kufika kwenye viwango ambao Mheshimiwa Rais amesema ni eneo la utalii. Sekta ya utalii amesema mheshimiwa rais ana matarajio kwa miaka hii mitano itakuwa kwa kufikia kuingiza watalii milioni nane kwa mwaka. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaweza kama taifa kufika kwenye idadi hiyo ya watalii, na sekta hii ni muhimu sana kwa sababu asilimia 25 ya fedha za kigeni tulitegemea kuipata kwenye sekta hii ya utalii. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia wako wenzetu ambao wamefanya vizuri sana kwenye sekta ya utalii ambao hawana hawana mazingira kama ya kwetu na hawana vivutio kama vya kwetu. Ukiangalia mfano wa eneo kama nchi kama ya Singapore. Kwa sababu, Naibu Spika, nchi ya Singapore ina ukubwa wa square kilomita 721.5. Ukitaka kuilinganisha ni moja ya tatu ya kisiwa chetu cha Zanzibar chenye square kilomita 2461. Lakini takwimu za mwaka 2024, Singapore imepokea watalii milioni 16.5 na fedha za, za utalii walizoingiza kutokana na utalii ni Singapore dola bilioni ishirini na mbili nukta nne sawa na trilioni hamsini na sita nukta mbili ya fedha za Kitanzania. Sisi bajeti yetu kwa mwaka huu tunatekeleza, mheshimiwa naibu spika ni trilioni hamsini na, hamsini na sita nukta nne. Maana yake fedha mapato yanatoka na utalii peke yake yangeweza kuendesha nchi yetu. Tunafanyaje tufika kwenye eneo hilo? Mheshimiwa naibu spika, kama alivyoahidi mheshimiwa rais, ni lazima tukaweke mkazo kwenye miundombinu, tuweke mkazo kwenye miundombinu kwa sababu takwimu zinaonyesha watalii wengi wanaokuja Tanzania kutoka nchi za Ulaya na nchi nyingine ni watu wazima ambao wanahitaji kwenda vizuri kwenye vivutio vyetu kutalii na kuondoka. Ni lazima tuweke mkazo kwenye miundombinu ili watalii wanapokuja, wafurahie mazingira yetu na waweze kurudi tena Tanzania na mambo yaendelee kuwa mazuri. Lakini pia lazima tuweke mkazo mkubwa kwenye eneo la malazi ili watalii wanapokuja, wapate huduma nzuri. Lakini kipekee liko eneo moja ambalo hatufanyi vizuri, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwenye sekta ya ukarimu ni lazima tukaboreshe vyuo vyetu, lakini kama nchi tuwe na mfumo wa kudhibiti ubora kwenye vyuo vinavyotoa elimu kuhusiana na mambo ya utalii ili tupate quality ambayo inatakiwa na tuweze kufanya vizuri kwenye sekta ya utalii. Eneo la mwisho mheshimiwa naibu spika, ambao naliona kuchangia na mchango mkubwa kwenye kutufikisha kwenye maono na ndoto ya mheshimiwa raisi, ni sekta ya utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa naibu spika, mheshimiwa rais ametuahidi kwamba anakwenda kuongeza nguvu na kwenda kuinua sekta ya, ya michezo kwenye nchi yetu. Na kipekee ni furahi sana nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuendelea kututhamini na kutujali vijana. Ametuteulia viongozi vijana kwenye wizara hii, amemteua waziri kijana, amemteua naibu waziri kijana. Na mimi naamini kwa combination yao wanaweza kufanya vizuri. Mheshimiwa Makonda amefanya umethubutu maeneo mengi. Tunaamini hata kwenye hili unaweza kudhubutu na kwa ushirikiano na wa naibu waziri na wizara yako wizarani mkafanya vizuri. Mheshimiwa naibu spika, kama nchi hatujawekeza vya kutosha kwenye sekta ya michezo. Hatujashawishi sekta binafsi kuwekeza vya kutosha kwenye sekta ya michezo. Sekta hii inazalisha ajira, sekta hii inatoa burudani na kuleta utulivu na usalama ut kwenye nchi yetu. Ni muombe sana mheshimiwa waziri, niombe serikali tukawekeze nguvu zaidi kwenye eneo hili. Na hivi karibuni, mheshimiwa naibu spika, tumepata bahati ya kuwa wenyeji wenza na wenzetu wa nchi jirani kwa ajili ya mashindano ya Afcon yatajua kufanyika mwakani. Mheshimiwa naibu spika, kiukweli tukiangalia mpaka sasa bado hatuoni amshaamsha za maandalizi ya maandalizi ya Afcon. Iko haja ya kufanya zaidi kwenye eneo hili, na niziombe wizara nyingine TAMISEMI, upande wa barabara, ardhi upande wa upangaji, viwanda na biashara, wenzetu wa utalii, wote kwa pamoja tuungane pamoja kutoa msukumo na kuisaidia wizara ya michezo iweze kuandaa vizuri mashindano ya Afcon. Mwisho mheshimiwa Mheshimiwa naibu spika, mwanzoni wakati naanza, liliungana na Mheshimiwa Rais kutoa pole kwa watanzania ambao kulingana na madhara ambayo tuliyapata tarehe 29. Mheshimiwa naibu spika, natambua ni hamu ya Watanzania lakini ni hamu ya wabungi, wabunge wa bunge hili kwamba kama sehemu ya wawakilishi wa wananchi tupate nafasi ya kutosha ya kutoa mchango wetu na kujadili kwa kina jambo hili lililotokea tarehe 29 Oktoba. Lakini hamu hii ya kwetu Mheshimiwa naibu spika imeshatanguliwa na busara na nia njema ya Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume ya uchunguzi ambayo inafanya kazi ya kuchunguza matukio haya ninajua huko mtaani na huko nje yako maoni mbalimbali kuhusu tume hii. Mheshimiwa naibu spika, pamoja na aliyotukuta, lakini ukweli kwamba nchi yetu haina ombwe la uongozi. Nchi yetu ina uongozi, tunaye rais ambaye kwa mujibu wa katiba yetu na kwa mujibu wa sheria zetu ndiye mwenye jukumu la kutoa uongozi kwenye jambo hili, na namna alioanza kutoa uongozi, tumona alivyoshirikia jambo hili kwa kuunda tume. Niwaombe waheshimiwa wabunge, niwaombe watanzania ni wakati wa kutulia, busara ituongoze, tusubiri kazi nzuri inayofanywa na tume na taarifa ya tume ndio itupe mwelekeo wa kutoka kama taifa, tujue tunakwenda wapi katika kuendelea kuiponya nchi yetu na kuendelea kuijenga nchi yetu. Mheshimiwa naibu spika, baada ya kusema hayo nakushukuru sana, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba hii na naunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais. Asante. As sana Mheshimiwa Timoth Mzava. Mheshimiwa Edwin Enos Swalle tafuatia na Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma. Mheshimiwa Kunti Yusuf Ajala ajiandae. Asante Mheshimiwa naibu spika, wa kunipa nafasi nami niweze kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa naibu spika, awali ya yote, na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai na kibali cha kuwa mbunge wa bunge lako la kumi na tatu, lakini la pili, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa chama changu Chama cha Mapinduzi kwa kuridhia jina langu kuwa mgombea na hatimaye kuwa mbunge wa bunge hili la kumi na tatu. Ahadi yangu kwa Chama cha Mapinduzi ni kuendelea kuwa mtii na kuheshimu misingi ya chama changu cha mapinduzi. Jambo la pili, mheshimiwa naibu spika, nitumie pia nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Lupembe kwa imani yao kubwa kwangu na kunirejesha kwa mara ya pili kwa kishindo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 walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu wafutiwe makosa yao.